Awali ya yote na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliotujalia sote kuwepo hapa katika swala zima la kuzungumzia kuhusu ziara ya kipenzi chetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa urais kupitia chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa niaba ya kamati ya siasa ya wilaya ya Temeke Tarehe 21 mwezi huu mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Dr Samia Suluhu Hassan atawasili kwenye mkoa wa Dar es Salaam, lakini sisi kwetu Temeke ataingia hapa wilayani kwetu tarehe ishirini na tatu mwezi huu wa kumi. Nikiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Temeke, nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana Temeke wote wanaoishi hapa Temeke na walio nje ya Temeke kwamba tarehe ishirini na tatu ni fursa kubwa na muhimu kuja Temeke kukutana na kuonana na rais wetu mgombea wetu kipenzi kwa ajili ya kuja kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi, serikali ya CCM, kupitia Dkt. Samia Suluhu Hassan, yale yaliyotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano, lakini na yale tunayotarajia kuyafanya kwa kipindi cha miaka mitano, Mwenyezi Mungu akitujalia kutupa nafasi ya urais wa bunge na madiwani, lakini na hakika kwamba nafasi hii Mwenyezi Mungu ameshaipanga na kwa uwezo wake na kwa nia njema ya wananchi wa Temeke tutakwenda kushinda ushindi wa kishindo. Kwa hiyo tunawakaribisha wanatemeke wote, Wana CCM, wananchi, viongozi wasio viongozi wa ngazi zote, tarehe 23 wahakikishe kwamba wanawasili kwenye vile viwanja vya Buza pamoja na Yombo Vituka, vinaitwa viwanja vya TANESCO kwa ajili ya mkutano huo, mkutano mkubwa wa hadhara, na hakika haujawahi kutokea. Niwaambie wanatemeke wenzangu, tunaona jinsi mama anavyokaribishwa kwenye wilaya na mikoa mingine nchini, yote ile ni watanzania wanavyoiona serikali ya CCM, mazuri mengi yaliyofanywa chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, na sisi tuje tuwaunge mkono watanzania wote kwa kujitokeza kwa wingi siku hiyo kuja kumlaki mama yetu, lakini kuja kusikiliza sera njema na imara za Chama cha Mapinduzi. Karibuni wana Temeke wote, walio ndani ya Temeke na walio nje ya Temeke, asanteni sana.